Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 nane moja tatu. Mambo ya ndoa ya Haji Manara na Zaiylissa yameharibika na sasa hivi ukienda kwenye peji ya Zaiylissa ameandika vitu vizito sana, na inaonekana eh, kuna ishu kubwa sana ambayo kwa sasa hivi maybe haiwezi tena kurekebishika, na Zaiylissa ameamua kumwaga mambo hadharani. Ameandika vitu vingi sana, lakini nitakusomea hapa sehemu ya kwanza. Alishare eh, kwenye posti ujumbe unaosomeka kwamba mtu mzima hovyo wewe, mshenzi mkubwa. Imetosha sasa, nimechoka kupretend sasa, acha tuvuane nguo kama ulivyozoea. Mtoto wa dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi, na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia, kumbe ulikuwa unamtongoza. Shame on you. Ulikuwa na kazi ya kumshikashika maziwa binti mdogo wa under 18. Sasa raundi hii umechezea pabaya. Umezoea kulala na ma house girl, sasa ukaona uhamie kwa binti yangu. Lo, unatumia mtoto shilingi elfu hamsini, elfu hamsini vyako akiwa shule ili umlagai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote, na draiva wako pia anajua kila kitu na tumeambiwa na hatutakukalia kimya. Kila nikiomba talaka yangu hutaki kunipa, jinamizi wewe. Unagombana na mimi unamwambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo, unamtishia kupeleka, kupeleka kwa Mange ili unidhalilishe. Sasa raundi hii si cheki na kima kama umeshazoea kudhalilishana ntakupa unachostahili. Ameweka ujumbe kwenye caption, ameandika kwamba Mange Kimambi, naona uliletewa habari za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now, nitafute mwenyewe nikupe za ukweli. Hata interview raundi hii nitafanya, nitoe maovu na uchafu wa huyu baba wote, Haji Manara. This time umeakanyaga na unaona, una post vi status vyako vya kunidhalilisha. Sasa sitakaa tena kimya, umeona, nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na house girl na kumtongoza mtoto wa miaka 17 wa damu yangu. Umeenda kuzua mimi na nyanyasa mtoto wako mimi, like seriously. Wanaonijua wanajua mimi ni mtu wa aina gani, kila mtu anakushangaa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, nimekumbana na vitu vingi sana ambavyo Zaiylissa ameviandika hapa. Ameweka hizi ni chats. Eh, alikuwa na chat na nani hapa? Ok, anasema oneni shetani hii. Ni hivi kuhusu kuvaa, ameotagi hapa, anaitwa ana collection. Nguo zote ninazovaa Haji Manara hatoi shilingi kumi ana labda uje useme Haji alikupa lini kununua e, nguo. Kuhusu maabaya, amewataga hapa wanauza hayo wa maabaya, navaa bure, mje mseme kama Haji Manara anawalipa hata mia. Kuhusu e, amemtagi mtu mwingine hapa ambaye anamvalisha ndio, usiseme yale yale kumwambia. Kuhusu nywele, amemtagi pia hapa Lulu's hair nachukua kila nywele ninayotaka bure. Sasa sijui wewe unanisimangia nini? Ameshare hapa chat zake na Haji Manara, haya ni maneno ambayo Haji alikuwa akimwandikia. Ameandika, unazua na huyu mpuuzi wako unaishi naye asiye na hisani kama wewe, una chochote cha kunifanya zai? Unadhani mimi ni mjinga? Kila matusi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu, na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekula kwako. Wewe umekuja kwangu hata ngupi na anamaanisha nguo ya ndani hapa, huna unavaa vipedo, na hata paspoti wala nida huna. Nimemtoa mtoto wako shule ya kayumba na nimempeleka shule bora, leo unanitusi eti silindi. Sasa you can see, haya ndiyo ambayo anaendelea kwenye peji ya Zaiylissa akiandika maneno mazito haya kwenda kwa mume wake, na kwa hali kama hii inaonekana tayari eh, kama ni mambo yamechemka huko ndani mpaka yanafika huko nje, basi ujue hakuna tena uwezo wa kuyarekebisha. Kila mtu amekubali, Haji, a, Zaiylissa amekubali, hapa kama mbwai iwe mbwai. Kwenye sehemu ya insta story pia ameandika, si wafanyakazi wenzangu, si ndugu zangu, si marafiki zangu wala majirani wote wanajua moyo wangu, leo hii mkanizulie na nyanyasa mtoto, mtoto niliokaa naye kwa wema, nafanya naye mpaka challenges, tukicheka na kufurahi, ingewezekana vipi kama ningekuwa na mnyanyasa So, kwenye insta story kaandika hivyo na kwenye post za kawaida ameweka uh, hizo posti ambazo nimekusomea hapa hali, kwa hiyo hali iko hivyo kati ya Haji Manara na Zaiylissa, mambo hayako mazuri e, ndoa inaonekana imefika ukomo na ndo hivyo tena e, hiki ndicho ambacho kinaendelea kutokea. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia ni kukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.